Na hii tukimaliza itatuwezesha kwenda kuchora ramani mpya ya Tanzania. Tanzania yetu ikoje? Ramani ya mwisho ilifanywa mwaka 1978 ambapo kwa kiasi kikubwa kuna mabadiliko makubwa sana. Hata ukichukua majiji tu, jiji la Dar es Salaam 78 na leo ni mambo tofauti Kwao tunakwenda kurusha ndege droni na mambo yote, kuisoma nchi yetu yote, jamhuri ya muungano wa Tanzania na kuchora ramani mpya. Leo tarehe kumi na saba mwezi wa tatu elfu mbili ishirini na tano taifa lote la Tanzania linaadhimisha miaka minne ya kutangulia mbele za haki kwa aliyekuwa Rais wa awamu ya tano Dkt John Joseph Pombe Magufuli. Lakini wakati hayo yakiendelea, rais mwenye dhamana ya kuiongoza nchi kwa sasa, Rais Samia Suluhu Hassan, yeye ameshiriki katika uzinduzi wa sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 ya toleo la 2023 katika Ukumbi wa Jakaya Mrisho Kikwete mkoani Dodoma, na machache kati ya mengi ambayo ameyazungumza ni kama hiyo sauti ambayo umetoka kusikiliza hapo, akisema ya kwamba taifa kwa mwaka huo litakwenda kuchora ramani nyingine ya Tanzania kwa sababu ramani ambayo tunayotumia kwa sasa ni ramani ambayo ilichorwa mwaka 1978 na nane. Hivyo tutegemee wao kama uongozi wa juu wa taifa watarusha drones na baadhi ya vifaa kuweza kuchora ramani hiyo ya taifa, huku akiendelea kubainisha ya kwamba tangu ramani ya mwisho ilivyochorwa 1978, ni mambo mengi yamebadilika, hasa kwa mfano rahisi ukichukuliwa katika mkoa wa Dar es Salaam ni mwaka sabini na nane mpaka leo 2025 ni vitu vingi ambavyo vimebadilika kwenye mji huu wa Dar es Salaam. Huo ni mfano tu ambao umeutumia, licha ya kwamba Tanzania nzima eneo kubwa la taifa hili limebadilika toka miaka hiyo ya sabini na nane ambapo rasmi ramani ambayo tunayotumia kwa sasa ilichorwa miaka hiyo. Aidha, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dakta Samia Suluhu Hassan amekiri ya kwamba Wizara ya Ardhi imebadilika kwa kiwango kikubwa. Akizungumza wakati alipokuwa akigusia suala la Wizara ya Ardhi kubadilika, alisema kwamba na namnukuu, nataka kusema jambo moja Wizara yetu ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, kwa yale niliyoyaona kwenye maonyesho, imebadilika sana, kutoka wizara ya migogoro, uzembe na makusudi, na sasa ni wizara ya maendeleo ya watu. Hayo ni maneno ambayo aliyazungumza Rais Samia, lakini pia rais ameendelea kusema kwamba ardhi itaendelea kuwa msingi mkuu wa maendeleo yetu, akisema kwamba namnukuu Sekta ya ardhi imekuwa nyenzo ya kuwezesha shughuli zingine za uzalishaji mali kama vile kilimo, ufugaji, utalii, viwanda, biashara, miundombinu, madini na mambo mengine yote. Hivyo hata tunavyokwenda mbele, ardhi itaendelea kuwa msingi mkuu wa maendeleo ya taifa letu. Mwisho wa kunukuu.